Watumishi wa Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu Zanzibar wamehitimisha mafunzo maalum ya usimamizi wa uhifadhi wa hazina zilizofungwa pamoja na urejeshwaji wa nyaraka yaliyoendeshwa na usaidizi wa taasisi ya Tika kutoka Uturuki. Akizungumza wakati wa ghafla ya kufunga mafunzo hayo huko katika ofisi za nyaraka Kilimani mkoa wa Mjini Magharibi Unguja, mgeni rasmi ni mbunge wa jimbo la Fuoni Abasi Ali Hussein Mwinyi. Ameelezea kuwa mafunzo hayo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha taasisi za umma kupitia matumizi ya teknolojia ambayo taasisi yako, mkurugenzi, mnaendelea kama ulivyosema, ni kwamba lazima tutoke katika, ndo maendeleo yenyewe, tutoke katika hatua moja kwenda nyingine sasa yes, um, tumetoka huko katika analog sasa tumekwenda katika digital ni kitu ambacho kwa kweli ni bora sana na ni kitu ambacho lazima eh, tukupongezeni kwa jitihada ambazo ameongeza kuwa Uturuki inaendelea kuwa mshirika wa karibu wa Zanzibar katika nyanja mbalimbali mbali za maendeleo hivyo ametoa pongezi kwa Tika kwa ushirikiano wake endelevu na mchango wake katika kuimarisha uwezo wa ndani wa taasisi za Zanzibar. Serikali ya Uturuki inatusaidia e mambo katika nyanja nyingi. Kila unapokwenda, Waturuki wapo e. Na ni wapeni siri tu kidogo. Maana Bwana Huseni, rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, naye amesoma Uturuki katika mambo ya kwa hiyo wanatusaidia katika nyanja nyingi. Juzi nilikwenda katika hospitali ya Lumumba nimewakuta e, wanatusaidia nimekwenda katika ujenzi wa barabara alhamdulillah, wanatusaidia katika maeneo mengi sana, na hii ndio jambo bora e, bora kwa maana ya kwamba bora mtu au nchi ambayo inakupa misaada katika kuwafundisha watu wako, ili ifikie wakati sasa wao wenyewe wajitegemee, kuliko wale ambao wanakuja wanakupeni msaada, inakuwa sio jambo ambayo ni barabara sana. Naye mkurugenzi wa Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu Zanzibar, Khatibu Suleiman Khatibu, ameshukuru TIKA kwa kutoa mafunzo hayo ambayo kwa mujibu wake amewajengea watumishi wake uwezo mkubwa wa kitaalamu hasa katika kuhifadhi kumbukumbu kwa njia ya kidigitali. Amebainisha kuwa taasisi yake iko tayari kufanyia kazi mafunzo hayo kwa lengo la kuimarisha huduma kwa umma. Pia ni shukuru serikali ya Uturuki kwa kukubali ombi letu la kuja kutuletea wataalamu hawa na wametuahidi mambo mengine makubwa sana, kwa maana ya vifaa na wataalamu, kwa sababu haya mafunzo ambayo tumechukua siku tano ni mwendelezo yani, ni, ni mwanzo wa mwendelezo mkubwa ambao utatufanya uta, uta sisi tuwe katika taasisi bora kutokana na mafunzo tutakayopata. Mkurugenzi wa Tika nchini Tanzania Felice Sahes kwa upande wake alieleza kuwa taasisi hiyo itaendelea kuwaunga mkono watumishi wa sekta za nyaraka kwa kutoa mafunzo zaidi, vifaa vya kisasa na utaalamu ili kuhakikisha mfumo wa uhifadhi wa kumbukumbu unakuwa salama na wa kisasa. Alisisitiza kuwa lengo la kuisaidia Zanzibar kulinda historia yake na kuhakikisha taarifa muhimu zinatunzwa kwa ufanisi mkubwa. Watumishi waliopokea mafunzo hayo walieleza kuwa yamewapa uelewa mpya kuhusu umuhimu wa nyaraka zilizofungwa na namna ya kuhifadhi na kurejesha kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Walisema pia kuwa wanathamini sana wa fursa hiyo na wamepata motisha ya kujiendeleza zaidi kitaaluma ili kuongeza ufanisi kazini. Mafunzo haya yamesaidia kuongeza taaluma zetu ambazo zitasaidia katika uendeshaji wa kazi zetu tunazofanya kila siku, katika mafunzo haya, katika upande wa uhaulishaji, upande wa uhuishaji kutakuwa na nafasi sasa ya kupata taaluma mpya ambazo hapo awali tulikuwa hatunazo, na hizi zitasaidia katika kuzihuisha zile nyaraka zilizochakaa kwa ufanisi na uwezo ulio mzuri kabisa. Ni kwa wafanyakazi wote wale ambao wanakuwa wanapata mafunzo, ni kuweza kuyafanyia kazi yale mafunzo ambao wanapewa kwa ufanisi na kujiendeleza, ili nchi yetu itoke kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mafunzo haya yanatarajiwa kuwa chachu ya mabadiliko makubwa katika usimamizi wa nyaraka Zanzibar, huku ushirikiano kati ya TIKA na taasisi hiyo ikiendelea kuimarika kwa lengo la kuiwezesha Zanzibar kunufaika na teknolojia bora katika uhifadhi wa historia na kumbukumbu muhimu za taifa. Thwaib Abdulaziz Aziz, Sunik TV.